Ushaibiwa nguo kwa ploti ama wewe unaishi kwa suburbs. Na ukipata mwenye makuwa akiwaibia, what would you do? Some tenants walipata once in a lifetime opportunity ya kudeal na mwizi wa nguo and this is how they dealt with her.

Ushikwa kwa shida, unashindwa cha kufanya, alafu hiyo shida ikiisha, ndio sasa all ideas zina come unaanza kusema, hata hawa watu ningewachocha, ningewachocha but imagine if the same way tunatreat wezi wa kuku na nguo, kama tungekuwa tuna treat politicians hivyo, inchetu ingekuwa wapi?